Nam, na shukran Grayson Kakuru kwa taarifa hiyo kutoka Simio. Tuelekee Zanzibar ambako wananchi hii leo wameungana na Watanzania wote katika kumbukumbu ya miaka kumi na saba ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere kwa kutoa wito kwa viongozi kuendelea kufuata nyayo za kiongozi huyo katika kuwatumikia wananchi. Wananchi hao wamesema wakati wa uhai wake Mwalimu Nyerere alisimamia misingi ya uwajibikaji, uadilifu na haki, jambo ambalo linapaswa kuendelezwa kwa juhudi zote kwa viongozi na wananchi wa Tanzania. Taarifa zaidi na Naima Haji kutoka visiwani Zanzibar. Wakimwelezea Mwalimu Nyerere, wakazi wa kisiwani hapa wamesema Watanzania wamenufaika kupitia azimio la Arusha ambapo hadi sasa limefanikisha kutokuwepo kwa ubaguzi na kuwaweka Watanzania katika hali ya umoja na mshikamano. Aidha, wameonyesha kutoridhishwa na baadhi ya viongozi kutotekeleza azimio la Arusha kwa kujinufaisha wao badala ya wananchi, hali inayochangia kurudisha nyuma maendeleo ya Watanzania wenye maisha ya chini. Bahati mbaya sana. Mwalimu Nyerere ameondoka sasa hivi kiasi ya miaka 17 akishafariki lakini viongozi leo wamepoteza maadili. Wengi viongozi wetu, miko na maadili ya chama haipo, wanazungumzia mdomoni tu kwamba kweli wanawagombania wafanyakazi na wakulima. Unamkuta kiongozi amechukua maeneo ya mashamba na maeka zaidi kuliko kuwakumbukia wananchi. Kitizama wabunge, si wabunge tulivyokuwa sisi wa makamo. Haya sasa, wabunge ndo kama nyie, mama wadogo wadogo, na tunakua nini sasa hivi? Falsafa mnaacha sasa hivi, mekuwa sasa Umekuwa vyama vingi, umekuwa mna ugomvi mlio ndani, navunja heshima ya mwalimu aliyokuwa anatuchia, vita moja kwa moja, watu wanatukana. Hichi ni chombo cha kitaifa, lakini sasa kimefanywa kama ni pahala pale watu wamekwenda, kuna kodisko vurumayo moja kwa moja. Sasa ninatoa wito kwa Watanzania, tuweche sio tafahamu zote tulizo nazo, tunapokwenda katika vyombo namna ile, tujue sisi tunakwenda tuna kuwa tunakwenda kuwawakilisha watu waliotupeleka pale na ukiangalia sasa hivi picha zinavyokuja kwa Tanzania hii ndio yale yale aliyokuwa akiyasema. Ndio maana mara nyingi mimi huwa napenda hata hizi hotuba zake zinapowekwa, ukisikiliza kwa umakini kabisa utagundua kabisa kwamba yale aliyokuwa anapigania Mwalimu Nyerere ndiyo haya ambayo sasa hivi tunayapiga mateke tunayapeleka, ndivyo sivyo? Na yeye alikataa vitu kama hivi. Wakielezea wasifu wa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wamesema alikuwa ni miongoni mwa viongozi waadilifu barani Afrika ambapo waliwajali wananchi wenye kipato cha chini kwa kuwajengea mazingira ya kujitegemea. Naima Haji, TBC Zanzibar.